Karibu katika tafakari ya neno la Mungu, ikiwa leo ni Dominika ya 29 mwaka si mwaka wa Kanisa. Leo pia kanisa linaadhimisha Dominika ya Misioni. Anayekuletea tafakari hii ni mimi, Padre Abias Mkwetu, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Somo la kwanza linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya nane hadi ya 13. Wewe ukae katika mambo yale uliyofundishwa na kuhakikishwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao, na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuheshimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema, na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu, atakaye hukumu walio hai na waliokufa, kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake; lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa; karipia, kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Somo la pili inatoka katika waraka wa pili wa Mtume Paulo kwa Timoteo sura ya tatu aya ya kumi na nne hadi sura ya nne aya ya pili. Wewe ukae katika mambo yale uliofundishwa na kuhakikishwa kwa, kwa maana unajua ni akina nani ambao ulijifunza kwao na ya kuwa tangu utoto umeyajua maandiko matakatifu ambayo yaweza kukuheshimisha hata upate wokovu kwa imani iliyo katika Kristo Yesu. Kila andiko lenye pumzi ya Mungu lafaa kwa mafundisho na kwa kuwaonya watu makosa yao na kwa kuwaongoza na kwa kuwaadibisha katika haki, ili mtu wa Mungu awe kamili, amekamilishwa apate kutenda kila tendo jema na kuagiza mbele za Mungu na mbele za Kristo Yesu atakaye hukumu walio hai na waliokufa, kwa kufunuliwa kwake na kwa ufalme wake: lihubiri neno, uwe tayari wakati ukufaao na wakati usiokufaa, karipia pia kemea na kuonya kwa uvumilivu wote na mafundisho. Neno la Bwana. Tumshukuru Mungu. Injili inatoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya nane. Karibu tusikilize Injili. Bwana awe nanyi na awe rohoni mwako. Somo la Injili takatifu ilivyoandikwa na Luka. Utukufu kwako ee Bwana. Yesu aliwaambia mfano ya kwamba imewapasa kumwomba Mungu siku zote, wala wasikate tamaa. Akasema, Palikuwa na kazi katika mji fulani, hamchi Mungu wala hajali watu. Na katika mji huo palikuwa na mwanamke mjane aliyekuwa akimwendea endea akisema, nipatie haki na adui wangu. Naye kwa muda alikataa, halafu akasema moyoni mwake, ijapokuwa simchi Mungu wala sijali watu, lakini kwa kuwa mjane huyu ananiudhi nitampatia haki yake, asije akanichosha kwa kunijia daima. Bwana akasema sikilizeni asemavyo yule kadhi dhalimu. Na Mungu, je, hatawapatia haki wateule wake wanaomlilia mchana na usiku, naye ni mvumilivu kwao? Nawambia atawapatia haki upesi, walakini atakapokuja Mwana wa Adamu, je, ataiona imani duniani? Neno la Bwana. Sifa kwako, E Kristo. Mpendwa msikilizaji, leo ni Dominika ya 29 mwaka C wa Kanisa, ambapo tunapata nafasi nyingine ya kutafakari wema na ukuu wa Mungu katika maisha ya mwanadamu. Dominika ya leo inatukumbusha kusali bila kuchoka, kudumu katika kusali. Masomo yetu yanatuwekea mbele yetu watu waliosali kwa matumaini na mwendelezo, wakafanikiwa. Siku ya leo tumombe Mungu atuwashie moyo wa sala na tafakari, ili sala hizo zitusaidie kusimama imara ya kiimani na kuushinda uovu. Leo pia ni Jumapili ya Misioni, ambapo tunaalikwa kuombea umisionari ulimwenguni na kuombea wamisionari wote walioyatolea maisha yao kwa ajili ya kuihubiri Injili. Tunaalikwa pia kujiombea sisi sote, ili tuwe na moyo wa kimisionari katika mazingira yetu. Kwanza mpendwa msikilizaji, tuanze kwa kutafakari na kuiona Jumapili hii ya misioni au Jumapili ya umisionari. Jumapili ya misionari, mpendwa msikilizaji, huwa inaadhimishwa kila Jumapili ya pili hadi ya nne ya mwezi wa kumi, ambapo mwezi mzima wa kumi ni mwezi wa misioni au mwezi wa umisionari. Kwa mwaka huu, Jumapili ya Umisionari inaadhimishwa leo ikiwa na ujumbe kuwa wamisionari wa matumaini kati ya watu wote. Katika Jumapili ya leo, kanisa linatukumbusha kuwa sisi sote ni wamisionari. Misionari ni mtu yule anayebeba habari njema ya Mungu. Hivyo, leo kanisa linatukumbusha jukumu letu hilo kuwa sisi ni wajumbe wa Mungu tunaopaswa kushuhudia habari njema ya wokovu inayochipusha matumaini. Ujumbe huu wa kuwa wamisionari wa matumaini kati ya watu wote unakazia, pamoja na mambo mengine, kwamba tumaini si hisia tu, bali ni zawadi ya kukumbatiwa na waamini wote, lakini hasa wale walio katika hali ngumu ya umaskini, manyanyaso na dhuluma unakazia mshikamano kati ya watu, matendo ya huruma, matendo ya kiroho na matendo ya kimwili, ukitukumbusha kupandikiza mbegu ya upendo kwa watu wote, lakini zaidi wale waliotengwa, wanaokandamizwa na kuumizwa. Hivyo ujumbe wa kuwa wa misionari wa matumaini kati ya watu wote unatutaka kuondoa na kujiepusha na uchoyo na ubinafsi, uchu wa mali na madaraka, migogoro na ubaguzi kisiasa, kijamii, kiutamaduni na kiuchumi. Jumapili ya leo Baba Mtakatifu Leo wa 14 anatualika na kutuomba akisema, kila mwaka Mama Kanisa anaadhimisha siku ya kimisionari ulimwenguni. Hii ni siku ya sala kwa ajili ya kuombea wamisionari walioenea sehemu mbalimbali za dunia ili utume wao uweze kuzaa matunda mengi. Baba Mtakatifu Leo wa 14 anawaalika waamini kutoka parokia zote duniani kushiriki kikamilifu kwa hali na mali katika maadhimisho ya dominika ya leo kwa kusali na kutoa mchango wao wa hali na mali kama matoleo ya fedha kwa ajili ya umisionari. Mchango huu ni muhimu sana katika kusaidia mchakato wa kueneza Injili sehemu mbalimbali za dunia kwa kusaidia kuendeleza katekesi, ujenzi wa makanisa mapya pamoja na kusaidia kuendeleza huduma za afya, elimu ustawi na maendeleo kwa watu wa Mungu katika nchi za kimisionari na mazingira magumu wanayofanyia utume wa misionari hao. Kauli mbiu ya maadhimisho haya, yaani wamisionari wa matumaini kati ya watu wote, ni mwaliko kwa waumini kujisadaka bila ya kujibakiza ili kushiriki furaha ya kumtangaza na kumshuhudia Kristo Yesu ambaye ni tumaini letu. Tafakari ya masomo yetu ya leo. Somo la kwanza mpendwa msikilizaji linatoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 8 hadi ya 13. Katika somo hili tunakutana na Musa anayesali bila kukoma, akiwaombea wengine waliokuwa katika vita na mapambano. Pale ambapo Musa alionesha kuchoka na kusita kusali walishindwa na kupigwa. Alipoanza tena kusali, jeshi la Israeli lilishinda. Tumaini la ushindi lilikuwa kwa Musa kuendelea kusali. Kuchoka kwake kusali kulileta maangamizi. Hivyo, mpendwa msikilizaji, walipaswa kuwepo watu wa kumfanya Musa asichoke kusali, ili maadui waweze kuangamizwa. Mafundisho ambayo tunayapata kutoka katika somo hili la kwanza ni matatu. Fundisho la kwanza, nguvu ya sala. Katika somo la kwanza, mpendwa msikilizaji, tunaona nguvu ya sala. Waisraeli walishinda vita pale tu ambapo Musa alisali. Hii inatukumbusha kuwa kusali ni njia nyingine inayoonyesha maisha yetu, namna tunavyomtegemea Mungu, tunavyomwalika Mungu na kuishi pamoja nasi. Waisraeli walishinda vita vyao pale tu walipomruhusu Mungu awe nao; walipojitenga naye walishindwa. Hii inatufundisha kuwa hatuwezi kushinda vita dhidi ya uovu kama tutakuwa tumejitenga na Mungu. Dunia iliyojaa ubinafsi, kujilimbikizia madaraka na mali, uchoyo, ukandamizaji, kiburi na majivuno hatutaishinda kama hatutakubali kuungana na Mungu katika sala. Tusipokubali kusali tutamezwa na malimwengu haya. Kumbe, mpendwa msikilizaji, sala inamleta Mungu katika changamoto zetu na kutufanya tuingie katika mpango wake. Fundisho la pili, watu wanaosali, mpendwa msikilizaji, ni wa muhimu kwenye jamii na ndani ya Kanisa. Hawa ni watu wale wanaotenga muda wao kusali kuiombea dunia, kusali kuomba huruma ya Mungu kwa wakosefu, kuwaombea wagonjwa na wanaowahudumia, kusali kuwaombea marehemu ambao hawana uwezo tena wa kujiombea wenyewe. Kuna muda tunafanikiwa kwa sababu ya sala za wachache, sala za ndugu zetu au kupitia sala za marafiki zetu au hata watu tusiowajua ambao hawachoki kutukabidhi kwa Mungu au kukabidhi matatizo yetu kwa Mungu. Siku ya leo tuwakumbuke hao na kuwashukuru, tuyaombee mashirika ya sala yaendelee kudumu na kusimama. Tuviombe vyama vya kitume, tuombe watawa na waamini wote wanaotenga muda wao na kuiombea huruma ya Mungu. Fundisho la tatu ambalo tunalipata kutoka katika somo la kwanza ni ushirikiano utatufanya tushinde. Mpendwa msikilizaji, ushindi wanaoupata Waisraeli dhidi ya Waamaleki unatokana na ushirikiano uliokuwepo kati ya Musa, Haruni, Huri na Yoshua ambao walikubali kupanga na kutekeleza yote kwa pamoja huku wakiji shikamanisha na Mungu. Nasoma kutoka katika kitabu cha Kutoka sura ya 17 aya ya 13. Yoshua alikubali kutumwa na Musa kufanya lililo jema akati. Musa katika uchovu wake pamoja na kuwa ni kiongozi anakubali mikono yake inyanyuliwe kumwelekea Mungu ili ushindi upatikane. Haruni na Huri wanashikilia mikono ya Musa ili imwelekee Mungu wapate ushindi. Kutoka katika ushirikiano huo, mpendwa msikilizaji, tunajifunza tena mafundisho mengine matatu. Mosi, pamoja na kusali tunapaswa kujituma kwa kutumia nguvu, vipaji, akili na uwezo wetu. Wakati Musa anapanga kwenda kumwomba Mungu mlimani, alimwagiza Yoshua achukue jeshi wakapigane. Hawakusubiri tu muujiza wa sala ya Musa. Hii inatufundisha kuwa kuomba mafanikio na kubaki katika uvivu ni dhihaka kwa Mungu aliyetupa nguvu na uwezo wa kufanya kazi. Mungu anaendelea kubariki bidii na jitihada zetu. Tuendelee kumwomba Mungu atujalie bidii, nguvu afya na akili ya kupambanua ili tujitume. Mpendwa msikilizaji, kukataa tiba, dawa na utaalamu uliopo ambao tunaopokea moja kwa moja kutoka kwa Mungu mwenyewe na kubaki kuomba muujiza wa uponyaji ni dhihaka kwa Mungu na pia ni dhambi. Kuomba amani na wakati huo huo tunanyamazia vitendo hatarishi vinavyovunja amani, haki na utu wa mwanadamu, inaweza kuwa dhambi na dhihaka kwa Mungu, kwani Mungu tayari ametupa uwezo wa kukemea, kujali na kupenda. Hivyo, mpendwa msikilizaji, Mungu atatudai, kwani sala haitufanyi tusiwajibike. Pili, kwa kutazama udhaifu na uchovu wake Musa aliye kiongozi anakubali kushikwa mikono yake iendelee kumwelekea Mungu ili ushindi upatikane. Hapa, mpenda msikilizaji, Haruni na Huri ambao walishikilia mikono ya Musa wanaweza kuwakilisha makundi ya watu au watu fulani wenye nia njema ambao wanaendelea kutukumbusha uwepo wa Mungu hasa pale tunapolegea. Haruni na Huri leo hii ni mfano wa viongozi wetu wa imani, viongozi wa kiroho katika dunia yetu ya leo ambao mara zote wanatukumbusha kuishi bila kumsahau Mungu. Haruni na Huri pia wanasimama na kuwakilisha jumuiya ndogo ndogo, kanisa na washauri wazuri ambao wanatukumbusha tusishushe mikono yetu kutoka kwa Mungu na kuanza kufanya yale tunayojisikia tu hata kama yanawaumiza wengine na yanapingana na mpango wa Mungu. Tatu, kutambua uchovu na udhaifu wetu kutatufanya tusaidiwe na wenzetu. Mpendwa msikilizaji, tunapoishi, kuna muda tunaweza kuona mara zote tuko sahihi na pengine hata katika uovu ugonjwa au udhaifu fulani kitabia, kimaadili, kiroho au kimaamuzi. Tujifunze kwa Musa aliyetambua amechoka na akakubali kusaidiwa na wenzake. Kushindwa kukubali udhaifu ni hatua mojawapo ya ubishi, ukaidi, ugomvi na kulipiza kisasi, mambo ambayo hayatusaidii kukomaa na kujirekebisha. Injili yetu, injili yetu inatoka katika Injili ya Luka sura ya 18 aya ya kwanza hadi ya nane. Injili hii ya leo inamwonyesha Mungu anayejibu sala na maombi ya mtu mvumilivu na mdumifu katika kusali na kuomba. Yesu anatufundisha hayo kupitia mfano wa mtu mbaya ambaye ni hatari sana kwenye jamii, mtu ambaye hamchi Mungu na pia hana moyo wa kujali watu, lakini baada ya kusumbuliwa sana, anamlipa mtu aliyekuwa amemdhulumu haki yake. Mpendwa msikilizaji, kwa kuto kumcha Mungu hajishughulishi na masuala ya kimungu, anatenda anavyojisikia amejikweza juu na pengine kujionesha kama muumba. Kwa kuongezewa sifa ya pili kuwa hawajali watu, anaonekana ana jeuri, si mbele ya Mungu tu na hata kwa wanadamu. Upande wa pili, mpendo wa msikilizaji, Yesu anamwonyesha mwanamke ambaye hakuchoka kuomba, mwenye matumaini makubwa kuwa ipo siku atalipwa. Mwanamke huyu ni mvumilivu ambaye hakujali majibu aliyokuwa anajibiwa, kugombezwa na pengine mara kadhaa alichojibiwa ni tofauti na kile alichotegemea kulipwa. Mwanamke huyu anasimama kuonyesha maisha anayopaswa kuwa nayo mtu anayemwamini Mungu: kusali bila kuchoka, kuwa mvumilivu katika kusali haijalishi unapata au hupati kile unachokiomba kwa wakati huo. Basi tumwombe Mungu atujalie moyo wa kutokata tamaa. Kutoka katika injili hii, mpendwa msikilizaji, tunapata majibu ya maswali ambayo mara kadhaa tumekuwa tukijiuliza: kwa nini tunapaswa kusali mara kwa mara? Kwa nini tusisali mara moja Mungu akatujibu? Mpendwa msikilizaji, kuna sababu kubwa tatu ambazo tunazipata Sababu ya kwanza, kusali mara kwa mara kunatengeneza tabia na kuunda maisha ya mtu ya kumtegemea Mungu. Mpendwa msikilizaji, kusali ni tabia kama zilivyo tabia nyingine. Ikishafanyika kuwa tabia, inakuwa sehemu ya maisha ya mtu husika, kwani tabia ni matokeo ya kufanya mara nyingi na tena kwa kujirudia rudia. Waswahili wanasema mazoea hujenga tabia. Kumbe tabia ni matokeo ya mazoea ya kitu fulani. Tabia njema inatengenezwa kwa kurudia kutenda yaliyo mema au kuzoezeshwa kutenda mema. Kwa kawaida moyo wa mtu unaelekea kwa yale yanayotendwa mara kwa mara. Tamaa ya moyo inawaka kuelekea yale yanayojazwa ndani mwake. Haya ndiyo mafundisho ya Yesu katika injili ya Marko sura ya saba aya 20 hadi ya 23. Kumbe mpendo wa msikilizaji, tunachokitenda mara kwa mara kinakuwa ni maisha yetu. Yesu anapotuomba tusali mara kwa mara, anatutaka iwe ni tabia yetu kuyafanya maisha yetu yaunganikane na Mungu mwenyewe. Sababu ya pili, kwa nini tunasali mara kwa mara, ni kwa sababu kusali kunatengeneza hofu ya Mungu ndani mwa mtu, kwa sababu kusali ni kuongea na Mungu. Moyo unanyanyuliwa kumwelekea Mungu. Kusali hakuko tu katika wingi wa maneno ambayo mtu anaweza kuyatumia, bali kuko katika muunganiko wa moyo wa yule anayesali na Mungu mwenyewe. Kusali kupo katika mazungumzo ya nasi ya mtu na Mungu mwenyewe. Kama kuna mazungumzo, basi kuna kusikilizana. Kama kuna kusikilizana, basi kuna urafiki unaotengenezwa kati ya mtu na Mungu. Hiki ndicho kiini cha kusali, kutengeneza urafiki wa mwanadamu na muumba wake. Urafiki huu unaanzisha na kuzalisha nguvu ya kimungu ndani ya mtu kumpenda muumba wake na kuogopa kumkasirisha kwa kutenda dhambi. Hiyo ndiyo hofu ya kimungu ambalo ni paji la Roho Mtakatifu tunalolipata, paji la saba, paji la uchaji wa Mungu. Kama vile mmea ukikosa udongo unanyauka, vivyo hivyo na moyo wa sala ukikosa jitihada kujali na majitoleo ya muda unakufa. Kufa kwa moyo wa sala kunalegeza hofu ya Mungu na kuchochea uovu. Sababu ya tatu, tunasali mara kwa mara kwa sababu tunamhitaji Mungu mara zote na kuonesha asili yetu. Mwanadamu ni kiumbe pekee wa Mungu anayetambua kuwa yupo yule aliyemuumba, hivyo mvuto wa kumwelekea Mungu anazaliwa nao, labda aamue kuufisha mwenyewe. Kusali ni unyenyekevu na wajibu wa mwanadamu aliye kiumbe kwa Mungu wake. Kukataa kusali au kuacha kusali ni kuikataa asili hiyo ya kuitwa viumbe, na pengine kujifananisha na Muumba au kuonesha kuwa ulijiumba mwenyewe. Somo la pili, Mtume Paulo anamfundisha na kumtia moyo kijana wake Timoteo aendelee kuangalia na kukumbuka kuishi maisha maadilifu kama kiongozi wa kanisa. Anampa mambo ya kuzingatia na kuwa muhimili wa utumishi wake. Mosi, malezi bora ya kiimani na maisha ya kiroho. Mpendwa msikilizaji ni huzuni kwenye jamii hadi mbele ya Mungu. Kwetu sisi tuliopata nafasi ya kumjua Mungu, tunaopata nafasi ya kukutanika na kusikia mafundisho ya Mungu kupitia maandiko matakatifu na mahubiri, tunaopokea sakramenti, tunaopiga magoti na kusali, tukaishia kuikana imani kwa matendo tunayoyatenda, tunapokiuka mafundisho mema na malezi tuliyofundishwa na wazazi wetu, walezi wetu, walimu wetu, watangulizi wetu katika nafasi za uongozi na katika majukumu yetu ndani ya jamii na kanisa, tunaposhindwa kusikiliza dhamiri zetu zinataka tufanye nini, tunapokiuka miiko ya kazi zetu ambayo inataka kujali utu na kuanza kuishi hovyo, inaumiza si tu wale waliotuandaa au kutuaminisha nafasi hizo bali pia jamii inayotuzunguka na ile ambayo tunaitumikia. Pili, Mtume Paulo anamkumbusha Timoteo kutambua nguvu ya maandiko matakatifu ambayo ni maagizo ya Mungu mwenyewe. Maandiko haya ni chanzo cha hekima yote kutenda na kuamua kwa kusukumwa na maagizo ya Mungu ambalo ndilo neno la Mungu. Tujipime wenyewe, tunaamuaje na tunatendaje? Maisha yetu yanaongozwa na neno la Mungu au ni hisia na mihemko yetu tu? Neno la Mungu mara zote linatuongoza katika njia iliyo njema, linatusaidia kuishi upendo, kujaliana na kuheshimiana. Neno la Mungu makusudi yake ni kutuweka pamoja ili tuendelee kuishi kwa amani. Tatu, Mtume Paulo anamsihi Timoteo kubeba jukumu la kinabii kwa kumtazama Mungu mwenyewe aliye hakimu wa wazima na wafu. Mtume Paulo akimtahadharisha Timoteo kuwa baada ya maisha ya hapa duniani atakutana na Muumba wake ambaye ndiye hakimu wa haki. Paulo anamsihi tena Timoteo na kumuhimiza kubeba jukumu la kinabii la kukemea uovu na kufundisha njia iliyo sahihi kila wakati, wakati wa dhiki na wakati wa ukataliwa, na pia wakati wa furaha na amani. Paulo anamwomba Timoteo ayatende hayo akimtazama Mungu aliye hakimu na sio mwanadamu. Hili ni agizo ambalo Paulo analiweka mbele yetu sisi pia tunaomwamini Mungu wa kweli kuwa tunapaswa kuwa tayari kubeba jukumu la kinabii kuwa mashahidi wa imani na mashahidi wa Mungu katika nyakati zote, tukitambua kuwa baada ya maisha ya hapa duniani tutakutana na Mungu. Je, tukubali kutekwa na uovu kwa maslahi ya wachache au wanadamu na kufunika matakwa na mapen matakwa na upendo wa Mungu. Dominika ya leo tuombe nguvu ya kubaki waaminifu katika kusali, ili tuweze kuubeba umisionari wetu hapa duniani. Tushirikishane tone la upendo. Ulikuwa nami Padre Abias Mkwetu, misionari wa damu takatifu ya Yesu. Tushirikishane tone la upendo.